Masala ya seneta wetu wa kaunti ya Mombasa na Mombasa Sports Club, kumetokeza baadhi ya wazee, kumetokeza viongozi wa dini, kumetokeza mwenyekiti wa KFA wa Mombasa County. mimi nachukua fursa hii kuwapongeza wote sana. Hawa ni mashujaa, nawapongeza sana. Wameweza kufanya jambo zuri sana kusimama na kiongozi wao. Ongerani sana, mumefanya jambo zuri sana. E, katika nikinukuu kwa leo walioyaweza kuyazungumza wameweza kuzungumza kwamba kuna wa Asia wawili, ndugu zetu Wahindi wawili e, na mmoja kutoka Mount Kenya wameweza kumtoa umembership, kumnyang'anya umembership seneta wa Mombasa. Kihakika si sawa hivi. Ili kufanyika seneta ni lazima aheshimiwe mwanzo. Hii ni kaunti yake yeye, ndio kiongozi wa hii kaunti, alafu yeye ndio watchdog pili lile jambo ambalo wanalolitetea ni jambo la umma Mbaraki e, police ground. Nikinukuu wazee wenyewe walivyosema wakiongozwa na mwenyekiti wa mpira kwamba kile kiwanja ni cha umma. Kihakika hawa ni vizuri sana waweze kumuhami huyu seneta, lakini hapo hapo hapo hapo, baada ya mimi Alamin Somo kuweza kuwaunga na kuambia niko tayari kushirikiana nao kwa jambo kama hili, lau watahitaji msaada wangu Nawakumbusha jambo moja. Inshaallah, Mungu akitujalia uhai na uzima, wakimaliza swala hili la mbaraki polisi wakimaliza swala hili la mbaraki polisi kirudi kwa umma, ningewaomba vile vile walivyokwenda kwa mbaraki polisi, waende stadium waende stadium. Kihakika stadium iko katika hali ya kusikitisha, stadium iko katika mazingira ambayo inahitajika community iweze kufaidika nayo uzuri wa stadium. Tofauti ya stadium na Mbaraki Polisi, Mbaraki Polisi ye pale ni member, yeye ametolewa katika umemba. Stadium hajatolewa katika umemba, stadium hakuna masuala ya umemba, stadium ni tayari kitu kiko kwa umma. Tukifuata historia, familia ya Aga Khan baada ya kukitoa kwa umma, sasa hivi kwa, kwa ni tayari kitu kiko kwa umma. Tunalohitaji upande wa stadium ni kirekebishwe, kirudishwe katika mazingira ya zaidi ya kilivyokuwa. Leo hii nitawagusa nyoyo wazee wangu kwa kukumbusha wale wakati wa ubarobaro wao wale waliojaliwa, ambao wako hai watanielewa. Stadium ni kiwanja kilichofaidisha sana umma, kilichofaidisha talent, kilichofaidisha vijana. Stadium, wazee wangu, wale wakati wa ubarobaro wao, kuna timu Liverpool iliweza kucheza pale stadium, kuna timu ya Congo Boys iliweza kucheza pale stadium kuna timu ya Nyundo, kuna timu ya Bali, kuna timu nyingi sana Feswal, timu ya Feswal. Hizi zote ziliweza kucheza pale stadium na zinaweza kufaidika. international games zilikuwa zikichezwa pale upande wa stadium, lakini sasa hivi iko katika mazingira ya kuhurumisha. So nawaomba wale waliweza kumuhami, kujitokeza, kuhakikisha kusema kwamba seneta ni lazima heshimiwe. Naomba na mkilimaliza hilo tushirikiane vile vile kumkumbusha seneta, kama kiongozi pia tuhakikishe stadium itatengenezwa irudishwe mazingira ya ilivyokuwa. Ikiwa kuna pesa zilitolewa hazikutolewa, mimi hayo hata siingili na haya ni hizo. Ninalolihitaji ni kwamba tu kuhakikishe stadium kumerudi katika mazingira ya jamii, tafaidika na kile kiwanja. Tukimaliza stadium, wazee wangu, mashehe wangu, mwenyekiti, nawaomba tushirikiane hivi hivi, mumkumbushe seneta hivi hivi akitumia uongozi wake kama baba wa hii county senator. Kuna Bomani, kiwanja cha Bomani mtti pale pia ni cha community, lazima kutumike nguvu hii, hii force hii hii kuhakikisha kile kiwanja kitarudi kwa community. Tukimaliza masuala ya Bomani, kuna Miome, masuala ya wakfu. Kuna wakfu nyingi sana ambazo zipo, wakfu kubwa zaidi ni hii ya Miome, ambapo hii wakfu wazee walijenga, wazee walijitolea ili ije ifaidishe jamii. Miome ni nini kwa ambao hawaelewi hawa? Mwanzo ilipojengwa ilikuwa inaitwa Miome. Ilipomalizika kwenye jina la Miome ikabadilishwa jina ikaitwa Mombasa Polytechnic. Ilipobadilishwa jina kutoka Mombasa Polytechnic ikaweza kuitwa TUM, sasa hivi ndivyo inaitwa, TUM Technical University of Mombasa. So la muhimu ambalo ninalolisema hapa ni lazima hivi baadhi ya vitu virudi kwa community. Ikiwa wakazi wa Mombasa wamejitokeza kumhami kiongozi wao, seneta wao, basi namwomba na yeye seneta na yeye ajitokeze awahami wakazi wa Mombasa, baadhi ya vitu vyao virudi katika condition ya kisawasawa, baadhi ya vitu vyao virudi kuwafaidisha wao wakazi wa Mombasa, kama vile wao walivyomhami basi naye pia arudishe shukrani kwa kuwa hamela.